Africans bingwa mtetezi huyu, eh, tunafahamu kwamba mchezo wa kwanza uh, Tabora akiwa ugenini aliweza kumtandika mabao matatu kwa moja ingawa Africans, kitu ambacho kinachagiza kwa kiasi kikubwa kuelekea huo mchezo, kila mmoja akisubiri kuona nini hasa Tabora United watenda kufanya wakiwa katika uwanja wa nyumbani, lakini Young Africans watafanya nini wakiwa katika uwanja wa ugenini, kwa kila ambacho kilitokea hapo awali. Lakini kumekuwa kuna vitu vingi zaidi vimeibuka huko, akizungumza eh, tunamzungumzia mkuu wa mkoa wa Tabora Chacha, huyu akiweka wazi kuhusiana na maswala ya tuhuma za rushwa ambazo naona zinahusika kwa kiasi kikubwa akidai kwamba kuna wachezaji wameweza kupokea meseji, eh, kuelekea huo mchezo zikiwataka kama kulainisha fulani hivi mchezo ama zikiwataka kufanya makosa ili tu timu nyingine iweze kunufaika katika huo mchezo kubwa zaidi, ndio ambacho kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa, na mengi yameendelea kuibuka na yeye amezungumza na kusema kwamba Takuru wako huko Tabora tayari kufuatilia hiki ambacho eh, kinaendelea sadikika kuweza kujitokeza maeneo ya huko ya Tabora huko, kila mmoja kizungumza la kwake kuhusiana na hili lakini pia akiweka wazi kwamba hayo mambo sio mageni kwa upande wa Tabora, wamekwisha kumwondosha kocha wao kuhusiana na hizo eh, tetesi ama viashiria vya kuongeka ama kupokea rushwa, lakini pia wamewahi kumuondosha golikipa wao mwingine ambaye ameenda Singida kwa madai tu kwamba pia alionesha viashiria vya kuweza kuchukua rushwa, na hivyo kwa upande wa Tabora hawezi kuvumilia hivi vitu ambavyo vinaendelea na tayari wameviona viashiria kuelekea mchezo wao eh, dhidi ya Yanga Africans, wakiweka wazi kama Yanga walimtandika akiwa nyumbani kwao, hivyo wanaweza kumtandika pia akiwa

Ugeni ni hivyo, Yanga ajiandae kukutana na kipigo kizito kama ambacho alikutana nacho jijini Dar es Salaam. Lakini kwa upande wa Young Africans wanazihitaji sana hizi alama tatu, sio tu kwamba wanahitaji kulipa kisasi kwa Tabora kwa mchezo wa kwanza, bali ukitazama namna ambavyo msimamo wa ligi kusoka Tanzania bara ulivyo, alama moja Young Africans akiwa pale juu dhidi ya, ya mpinzani wake anayemfuata, ndizo ambazo zinaleta motisha zaidi wao za yeye kuzitaji alama hizi tatu mbele ya Tabora United kwa sababu kama atadondosha alama zote tatu atakuwa na gepo la pointi kubwa sana dhidi ya mpinzani, um, wake ambaye ni Simba ambaye yuko pale chini akimfuatia, na hivyo Yanga ili kutetea kombe lake la ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu anahitaji kuweza kushinda michezo yake yote ambayo iko mbele, ukiwemo na huu wa Tabora United ambao unatazamiwa kuwa ni mchezo mgumu kwa upande wake, kutokana tu na matokeo ya mchezo wa kwanza namna ambavyo yaliweza kujitokeza. Shutuma hizi zimeanza nje ya uwanja, mengi yakizungumzwa nje ya uwanja kabla dakika tisini za mchezo. Dakika tisini zitaenda kuleta kitu gani? Hasa ni swala la kusubiri kuona nini hasa kitaenda kutokea. Umesikia yote ambayo amezungumza mkuu wa mkoa wa Tabora, tuambie maoni yako, lakini pia amezungumza afisa habari wa Tabora Christina Mwagala. Tuambie kwa kile ambacho umeweza ukisikiliza. Kubwa zaidi tu, usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV, kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa uharaka zaidi. Zaidi tu, maoni yako ni muhimu, lakini kubwa tu, endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali za kimichezo.